TB ambayo ilijificha badala ya kukua wakati ilikuwa kwenye mapafu, mara nyingine inapata mlango ya kuingia kwenye damu. Mm-hmm. Sasa kutoka mapafu TB imeingia damu. Mm-hmm. Shaingia damu, damu inatembea kila sehemu, so sasa unakuta TB imeingia kwenye maini, kwenye uh, uh, tuseme figo, tuseme ngozi. Mm-hmm. Tuseme macho tumeona TB kwenye ubongo kwenye spine. Mm. So inaweza kufika sehemu yoyote, lakini kwa sababu ni aina ya TB ambao haiko tena kwenye mapafu, hautakuta mtu anakohoa. Mm. kama hakohoi hawezi kuambukiza mwenzake yote, lakini kwa sababu iko kwa mwili yake na inaendelea kukua sehemu yoyote ilivyo. Kuna uvimbe, kuna inflammation inatokea.